Kwa amani na utulivu Ndugu waandishi wa habari, pia wakati e, wa sikukuu tulifanikiwa wakati e, maandalizi ya sikukuu, siku ya Pasaka tarehe 15 mwezi wa 4 2017, majira ya saa moja za usiku maeneo ya Kiwalani walimboa askari wetu wakiwa kwenye operations, magari yetu operations, e, waliona vijana wakiwa wawili wakiwa na pikipiki, kwa hiyo wakawaashiria wasimame, walikataa, kwa hiyo wakaanza kufukuzana Uh, na wale vijana baada ya kuona labda wanakaribia kukamatwa, kwa hiyo wakatupa mfuko walikuwa wameweka kwenye begi lao e, uh, walipotupa ile mfuko askari wetu walipoangalia wakakuta kuna hiyo shotgun na risasi ziko ziko, ndio baadaye nitaonyesha. Kwa hiyo kimsingi niseme tu kwamba bado tunaendelea na uh, tunaendelea na uh, upelelezi kuona hawa vijana tunapata namna gani, kwa sababu, shotgun, uh, kwa sababu hiyo shotgun e, kwa taarifa tulizo nazo imetusumbua sana hapa mjini. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ingalau sasa hii silaha tumeipata, imebakia kuwatafuta hawa hawa wananchi hawa wananchi au hawa halifu ambao walikuwa nasumbua sana sana maeneo ya, ya kule Kiwalani. Ndugu mwandishi wa habari, tumeendelea na operation zetu e, kama kawaida e, kwa maana kwamba e, kuanzia tarehe 13 mwezi wa 4 mpaka e, tarehe 17 mwezi wa 4, kwa maana wakati huu wa wa, wa, wa, wa wa Pasaka e, tumeweza kamata watumua 267, narudia 267. E, wa makosa mbalimbali ambapo jumla ya kete za madawa ya kulevya 366 imekamatwa e, lakini e, puli zile puli kubwa baadaye nitaonyesha 150 misokoto hamsini na moja e, lakini gongo zaidi ya lita 200 e, lakini yote hii tumekuwa na mafanikio sana hizi operations e, kwa sababu uh, ya wararaia wema wamekuwa wanatupa taarifa ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa sana e, lakini pia katika huyo misako kuna watumua watano ambao sitawataja ambao wamekuwa wanafanya ujambazi wa kutubia silaha kwa tunatafuta muda mrefu. Kwa hiyo nao tumkamata na tunaendelea kufanya kufanya mahojiano. Lakini pia mtaona kuna vitu mbalimbali e, tarehe 18 mwezi wa 7 2017, majira ya usiku huko maeneo ya Chamazi kwa watumua watatu, na kwa vitu mbalimbali haya madumu Hawa watumwa watatu kule Chamazi walikwenda wakavunja nyumba. Baada ya kuvunja nyumba usiku uh, wakawa wamechukua mali ya wizi wameweka kwenye gari yao. Bahati nzuri gari yetu ya operation maeneo yale ilisikia ile taxi ambayo ilikuwa na hiyo ya mali ya wizi, kwa hiyo walipofukuzana. Baadaye nitaonyesha vifaa ambavyo walikuta vimeibwa kwenye kwenye kwenye duka fulani. Lakini niwapongeze sana wananchi wa kule Chamazi ambao walitupa hiyo taarifa eh, kwamba hilo gari tuna mashaka nalo, na tukalifukuza na bahati nzuri tukawa tumefanikiwa kukamata baadhi ya vitu mbalimbali ikiwepo hiyo television pamoja na vitu vingine. So, le, tale ya leo tarehe 19 mwezi wa 4 2017, eh, majira ya saa 11 karibu na nusu asubuhi eh, maeneo ya Gold Star karibu na Kamata eh, gari basi lenye namba T434 DGG, hizi aina ya fisha aina ya echa ilikuwa inapita eneo la reli ikiwa na abiria. Kwa hiyo gari hilo limegonga Train, e, nasema limegonga train kwa sababu, ukienda wewe unaendesha gari yako, ukigongana na train, maanake unapita kwenye njia ya train, tunaamini wewe mwenye gari ni lazima usimame, kwa sababu ile barabara ni ya train. Kwa hiyo hiyo uh, basi hiyo I mean, mini basi iligonga hiyo uh, train na kusababisha kifo cha mtu mmoja ambaye nimeambiwa ni mwanamume, lakini majeruhi ishirini na saba e, mbalimbali walipata e, majeraha mbalimbali kutokana na hiyo ajali kwa hiyo kati yao hao 27 walipelekwa hospitali eh, uh, ya Amana ya, ya, ya, ya, ya na wamepata matibabu naambiwa karibu 15 wameruhusiwa na kumi na wawili bado wanaendelea kupata matibabu. Lakini ni nitoe tu wito kwamba jamani, tunapoendesha magari yetu, unapofika kwenye njia ya leli, narudia, unapofika kwenye njia ya leli ni lazima uwe makini sana. Wewe unayekwenda kuigonga ile treni kwenye njia yake ndio utashtakiwa akukosa na kuigonga hiyo hiyo treni. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana, kwa sababu inaonekana huyo dereva wa boda alikuwa wa daladala naalikuwa na, na haraka, hakujua kwamba yuko kwenye kwenye njia ya reli na matokeo yake yamekuwa ni, ni haya. Kwa hiyo suala zima la utii wa sheria bila shuruti ni jambo la msingi sana.